Akili ya mwanadamu imetengenezwa kama rubber band. Yani manake inaweza kuvutwa na ikaongezewa uwezo. Mfano, hakuna mtu ambaye amezaliwa akiwa daktari. Kuna kipindi alikaa chini akaingiziwa taarifa fulani. Kuna maarifa aliingizwa kwenye ufahamu wake, na baada ya miaka mitano akaitwa sawasawa na zile taarifa ambazo alikuwa anaingiziwa. Alikuwa anaingiziwa taarifa za kitabibu, baada ya miaka mitano akawa daktari. Fundi magari, kuna mahali alikaa kipindi fulani hakuwa kabisa na maarifa hayo, lakini akaingizwa, baada ya muda fulani akaitwa fundi magari. Kwa nini? taarifa ziliingizwa. Akili ya mwanadamu imetengenezwa ku stretch kwa kadri ambavyo taarifa zinaingizwa au maarifa yanavyoongezeka. Sasa kuna wale wenzangu na mimi, kuna kipindi fulani uh, unakuta uwezo wako wa kumeneji pesa labda ni laki moja, kwa hiyo ikitokea umepewa laki tano, akili yako itafanya kila jitihada ya kutafuta sababu za ile laki nne ya ziada iondoke. Ndo muda ambao utagundua kumbe ulikuwa una nguo chache, utagundua kuna maeneo ya kufurahi hujaenda kitambo sana. Kuna vitu tu fulani vitaibuka ili tu ile laki nne iondoke, sio kwa sababu wetu we ni mtapanyaji. Hapana, ni uwezo wako wa kumanage pesa. Sasa kuna sababu nyingine zipo, lakini sababu kubwa ni hiyo. Akili yako haija ongezeka uwezo wa kufikia kwenye kile kiwango uh, ambacho umepewa, ila kuna kiwango tu fulani. Kwa mfano huo ambao nimetoa ni shilingi laki moja, ndio hapo ambapo uwezo wako unaishia kwa muda huo, na sio vibaya, kwa sababu uwezo unaweza kuongezeka. Ndio maana nimesema akili ni kama rubber band, unaweza ku stretch sasa, na uwezo unatofautiana lakini cha msingi ni nini? Ni kwamba uwezo unaweza kuongezeka. Kitabu cha Mithali 24 mstari wa tano inasema uh, maarifa huongeza uwezo, mtu wa maarifa huongeza uwezo. Yaani maanake uwezo unaweza kuongezeka kwa maarifa. Tofauti yako wewe na mtu ambaye anaweza kumeneji kiasi kikubwa cha pesa kuliko wewe ni maarifa.